Koma ndio neno pekee la kiungwana na kila mungwana anapenda kusikia likipenya kwenye nta zake za masikio. Na mimi nachukua fursa hii ya ushi na adhimu kukaribisha wewe mpenzi mtazamaji kwa kipindi chako pendwa kabisa, kipindi cha Koma. Leo niko na wanangu au wakali wa Donta, kwa maneno fulani leo utayasikia, najua utayapenda zaidi na ziada yake. Karibuni sana wanangu, merci mingi, au sio? Bwana, tunaye mara mbili matatu MC Petiti, tunaye hapa lakini we ni mgeni e, e, jina bwana? Kwa majina mimi naitwa Microphone Masala au Brazilian material au Baka Yoko. Tukuite Brazilian Brazilian material au Baka Yoko? Mtachagua nyinyi sambo itakuwa lina linawapendeza kwamba watu wapange namba zote na baki wakupe utacheza sahihi. Baka Yoko, unajua alikuwa ni waziri mkuu wa Cote d'Ivoire. Mefaliki miaka kama mitatu ine nyuma hapa. Uh, alikuwa napenda sana muziki ya rumba. Ukimsikia kofia amemtaja sana Hamedi Bakayoko ndio mtu alifariki, naona niliona kofia analia machozi kama vile mtoto amenyimwa ubwagwa na, na mama yake Hamedi. Kwa hivyo sikia, nimemkumbuka Hamedi Bakayoko. Bakayoko. <laughs> Ni Bakayoko, huyu anaomzungumza huyu bwana, au Bakayoko gani? Uh, kwa tafsiri uh, ya kikawaida uh, wanadamu tunapoumbwa tunaumbwa uh, na watu ambao tunawaangalia kwenye maisha yetu na kuyaishi maisha yao. Sasa huyu uh, anayemzungumzia yeye ndiye, lakini sasa huyu ni mie sasa. <laughs> <laughs> okay. Okay. Bwana safi na freshi uh, mimi nimefurahi sana bwana, unajua jua history nyingi sana sasa. Nataka leo tujadili kitu kimoja, kwamba nini kinachoitakiwa Kubadilika, ili dunia iwe sehemu bora zaidi. Kwa sasa ni bora lakini ili iwe bora zaidi nini kibadilike? Mi mm, nafikiri uh, kiuhalisia kwanza nitakiwa uh, binadamu kama binadamu kwanza tujitambue personally kwanza. Na kwenye kujitambua, unajitambua vipi? Kwanza unajua thamani yako wewe kwanza inahitaji nini. Watu wengi wanaishi lakini hawajui thamani za maisha yao inahitaji nini. Mwingine mfano labda unataka kwenda eh, Dodoma, alafu unakwenda Mbagala kupanda gari za kwenda Mtwara, huwezi kufika, labda kama unataka kuzunguka kwa njia zako nyingine, lakini kama ukijitambua, utakwenda stendi ya magari ya Dodoma. So kwanza watu wenyewe personally, wawe matured, maturity station ichukue nafasi kwa kila mwanadamu kwenye maisha yake. Yes, wewe upo sawa naye jamaa. Mimi mimi kwa upande wangu naona uh nini ifanyike ili ni kuelewa maana tu ya, ya, ya, ya, ya maisha, kwa sababu duniani tuko kuishi. Kuelewa tafsiri ya maisha, maisha ni nini ndani yake? Maisha ni kupata mahitaji muhimu, uko naona eh? Ukiyapata mahitaji muhimu, maana yake ni maisha. Unayapata vipi? kwa kupambana na, ku, na, ku, na, na, na kufuata misingi ambayo, amba, misingi uh, ambazo hazivunji sheria, lakini watu bado wanaonyesha jitihada na bado watu wanapambana katika kupambana. Sasa ndio takii tama, kukata tamaa. Wanasema mafanikio yanatokana kwa kufuata unachokiamini. Kwa ziada hapo ni kutokukata tamaa ni kuto hiyo e, e, sasa ni vitu ya ziada mwenye kufanikisha ma, na, na maisha ni kitu gani? Umoja wa Mataifa inasema kwamba katika maisha uh, ni kupata mahitaji zako muhimu. Mahitaji muhimu ni nini? cha kolya kolata na kulala, kula kuvala na, na, na kufanya kitu gani na kulala? Yes, uko ukonaona, hiyo ndio kitu ambayo inatafsiri maana ya maisha, na tunamtafasili mtu amefanikiwa, akila akilala akifu. Sasa sasa hivi kitu ambacho kinaiharibu dunia, kuna watu unataka tulazimishe kitu ambacho kiko nje ya mahitaji ya maisha. Kwa mfano, tunataka sasa, kuna kitu kwa, maisha ambayo sio ya kwako stare. Yes, kuishi maisha ambayo sio ya kwako. Wewe tayari ushakula ushalala ushavala <laughs> alafu sasa unataka kwenye kulala ulale katika jumba kubwa sana kama uh, ya presida, unataka uishi kama Ikulu. Ndio changamoto ambapo inakuja inafanya sasa dunia inaharibika, kwa sababu ni, ni, nini kifanyike? Mi nafikiri uh, kwenye kwenye maamuzi ya mtu alale vipi au alale katika nafasi hii A, nini kifanyike? Tuepukane na umaskini, tuepukane na umaskini kwa maana ipi? Umaskini uh, ni chanzo cha ukosefu wa vitu vingi, kwanza kujiamini lakini pia kukosa hata hizo basic needs ambazo wanazizungumzia, ambazo food causes and shelter huwezi kuzipata kama unakuwa maskini. Na tafsiri ya mtu maskini, hana imani, hana imani. Kuanzia kwake yeye mwenyewe hmm, hata kwa watu ambao wamemzunguka, wamemzunguka. Yuko tayari kuua, kufanya chochote, hata lawama. Angalia vijana wengi wanaokaa maskani, lawama. Kwa sababu gani? Ya umaskini. Anategemea kwamba ili kesho nifanikishe lazima ni mlaumu fulani yaani yani, lazima mimi niweke blame kwa fulani, ndo mimi nifanyeje, nisonge. Yote hiyo ni umaskini, lakini tunjekuwa hatuna umaskini atuko, atuko pua kama kwenye mitaa yetu, kwa atukumbwi na njaa kwa tungejiamini, lakini pia tunjekuwa na ufahamu uliokuwa umetukuka. Kwa hiyo umaskini unatupa uwanja mkubwa sana wa sisi kukosa kuibadilisha dunia. Umaskini unatupa uwanja mkubwa sana wa kukosa sisi kuweza kuibadilisha dunia. Umaskini ni laana. Umaskini ndio unapelekea uh, leo hii tunaingia mwenye machafuko. Kuna siku nilikuwa naongea na mtu mmoja, akasema hivi, omba Mungu sana uh, uh, unapokuwa unasafiri usipatane na changamoto yoyote ikiwemo ajali, na ikitokea umepata ajali, usipate ajali sehemu ya kijijini ya watu wenye uhitaji, wenye, wenye, wenye wa maskini, hali ya kuokolewa inakuwa ni ngumu. Unapopata ajali, wao wanaona sasa ile ni neema ya kwao kuweza kujikomboa kuliko kuweza kuku kukusaidia wewe, naona kwa hiyo kitu ambacho mi naweza uh, nikasema kwamba umasikini pia ni kitu ambayo ina, ina, inapelekea watu kuweza sasa kuiharibu dunia. Lakini, Lakini lakini umasikini vini, ni kama mentality za watu hivi, kwa sababu kwa sababu naweza eh, kumpinga kidogo Peti, unajua sisi tunaambiwa maskini ndo watu wenye roho nzuri kuliko matajiri. Sasa nashangaa Bwana Peti anaponiambia anaomba Mungu akipata matatizo asipate kwa maskini, hmm, wenzie atakusaidia vipi? tajiri akatajiri, muda mwingi yuko bize na mambo yake, yuko bize na mitikasi yake mingine, anachungama huku anachungama kule, atakuchungama wewe kalimwomba Mungu? Sio kweli, sio kweli. Umasikini ingekuwa kwamba ni neema kama jinsi una, unaongelea, dunia isingekuwa inapambana na, na kuondoa umasikini. Ilani ya Chama ya Mapinduzi ya mwaka 2020, 2025, katika sura ya pili ikielezea masuala mazima ya kuweza kumkwamua mwananchi inasema serikali sele, uh, itahakikisha inapambana uh, uh, kumkwamua mwananchi katika umasikini ikiwemo kumwongezea kipato pato lake liongezeke li, li Unajua kuna kitu gani nacheka, yaani Mnyamwezi data nyingi kama hizo anakuwa anachungama nazo, alafu anakuwa mtu mwenyewe anakuwa uzijui. <laughs> Yaani kama wewe mwenyewe hiyo alikupa hiyo kipande hicho ulikuwa ukijui ilani, ukiju, ilani. Eh, ah ah kipande hicho utakuwa ukijui wewe eh? mimi mwana CCM yeah. kwa hiyo ilani ya e chama changu unaifahamu? <laughs> Eh, ndio maana namsikiliza kwa makini eh, kwa sababu yeye kashindwa kutofautisha, anakosea au ah, uh, yuko sawa ehe, anashindwa kutofautisha umasikini hmm, na masikini mwenyewe sijui unanielewa vizuri yeah. Unaweza ukawa masikini yeah, ila usiwe na roho ya kimaskini. Lakini unaweza ukawa tajiri na roho ya nini? Ya kimaskini. Kwa hiyo ni difference between roho na tendo lenyewe yeah. Kwa hiyo watu kwenye ilani wamewekewa hivyo, na umaskini unatafsiriwa una, una hivyo mm. Lakini ukirudi kwenye uhalisia yeah, haiko kwenye tafasiri hiyo mm. si kila tafasiri ina maana halisi ya hiyo tafasiri okay. So, kila tafsiri ina maana halisi ya neno sahihi yeah.

Ni nani atake kubali kuzaliwa katika familia maskini? Jibu lake ni hapana, mimi nitachagua kuzaliwa katika familia so, so, nini kifanyike, nini kifanyike tuweze ku, ku, ku, kukaa vizuri hapo? Mimi nafikiri uh, pe, peti katoa tafasili, of course mwanzo tumezungumza jitihada usika, usika, lakini pia ku, hata kama kuto kuna, kuna tafsiri ya umaskini watu kuwa na ku, ku, ku, ku, kutokuwa na roho za kimasikini kwa sababu unaweza ukawa na roho za kimasikini ndio hii unasema, eh, sehemu imepatikana ajali, watu wakaona afadhali, kwa ile ajali umenifahamu, hiyo ni roho ya kimasikini. Lakini kwa ardhi tuliopewa, eh, pumzi tulizokuwa nazo, viko vitu vingi sana vya kubadilisha na watu wakabadilika kwa namna moja ama nyingine, na wakawa wako vizuri, na dunia pia ikawa sehemu sahihi sana wao kuishi au sisi kuishi. Ya ni kweli, yani kwanza ni, ni, ni, ni kujitambua ambao tumeshazungumza tumeshazungumza, yeah. na, na, na na, kitu kingine ili dunia iweze kuwa sehemu salama ya, ya, ya kuishi ni mtu binafsi na mamlaka zilizoku kwa maana ya serikali, mm. ni kuweza kumsaidia mtu mutu, kumtengenezea mazingira. Hapo kwenye serikali si mimi sipataki, mm. na mm. sikuungi mkono mm. yani usiende sana hapo E, tubakisi e, tubaki wenyewe kwanza, yeah. Kwenye serikali kuna tafsiri kubwa, kuna mawanda mapana, lakini pia wako watu ambao maalum wanaweza wakazungumzia hizo sekta. Yeah. sisi binafsi yetu inaweza tusishindwe au tukazizungumza tofauti na yeah, ikaleta sintofahamu yeah. Kwa hiyo mimi nataka nizungumze sisi kama sisi, yeah. Umefahamu vizuri nini kifanyike ili dunia hii iwe sehemu sahihi zaidi ya kuendelea kuishi. Tumekubaliana kwamba watu wasiendelee kuvaa roho za kimaskini, lakini pia jitihada binafsi za kujitambua ziendelee kuongezeka. Watu wanapokuwa hawajitambui, ndio kuna mambo mawili matatu yanakuwa yanazidi kutokea. Hivyo ndio nilivyoelewa mimi kwa haraka haraka, yes. Lakini kwa kufuata vitu viwili na kupunguza tamaa pia, kwa kufuata ubora na kasi. Ubora sasa ndio utapo utajitenganisha na kutenda mambo ambayo haifai kasi maana yake ni kujiwekea malengo na target yako time, kwamba mimi kufikia mwaka 2040 eh, nataka niwe tayari nina 1 2 3. Sasa kufikia 2040 ni kuishi katika katika ubora na kutokuwa na tamaa. Ukishaishi katika maisha ya tamaa ni shimoni. Amuna mtu alishaikuwa na tamaa alafu akabaki mwenye mustari, ni shimoni. Acha tamaa Mwanangu alinikanya mama, mimi naomba nikae sehemu ambayo maandiko ya Bibilia yanazungumza kwamba eh, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mi nahisi kwenye hapa tukitulia tunaweza tukaona kabisa kwamba watu wakishikana kitabu ya hesabu, yeah, wa, wa, wa, wa, wa, wakajua namna ambavyo Mungu amezungumza wa kwamba watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Wakipata hayo maarifa, inawezekana dunia ikawa sehemu salama sana, eh, kwa ajili ya watu kuishi kwa namna ambavyo kwamba sisi tuliumbwa kwa ajili ya dunia na dunia kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo kuna uwezekano namna ambavyo watu wanaweza kuishi, tunasema tafsiri fulani hivi, kuzaliwa kwenye mifupa ya wazazi masikini inawezekana ikawa ni mipango ya Mungu kwamba amekuzaa, baba yako ni mgema eh, mnazi na mama yako muuza genge, lakini wewe kufa masikini, hiyo ni uzembe wako wewe mwenyewe. Kwa ina maana jitihada na hiyo maarifa ukiunganisha, unawezekana ukawa uko, uko, uko, uko, sawa mimi naungana na wewe mwalimu, na naungana na wewe kwa nafasi ipi? Kwanza, maandiko hayo yako sahihi mm. lakini sasa maarifa ni yapi? mm. Kwanza watu kufanya ibada na kumjua huyo mwenye hayo maarifa mm. vijana wengi hatufanyi ibada, yaani pale ambako unakumbwa na mazonge, njaa inapokukumba mm. ndo unamkumbuka Mungu na subira, tunakuwa tunakosa, tunakosa. Lakini tungepata kujua maarifa ya huyo Mungu anatuambia nini? mm. kwamba Bwana wanangu, na Mungu hajatupa mambo magumu Swali ni swala ngapi? mm. Tano. hawa wenzetu waingie Jumapili, ambao wanaenda mara moja tu yeah. na sisi hatuwapingi yeah. Lakini bado kuna watu hiyo siku moja pia wafanyeje? right. Hawahudhurii, kuna watu katika hizo tano hata mara moja hawahudhurii Utayapata vipi hayo maarifa aliyowasema huyo bwana? mm. ya kwamba mnaangamia kwa kukosa maarifa, maana yake tutaendelea kuangamia kutokana na tutokuwa na njia yote ya kupata maarifa. na Mungu, na, na Mungu aniweka wazi kwa hajasema mnaangamia muta, mutaangamizwa kwa kukosa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. anayeangamiza ni nani? si tunaangamizwa na nani? Shetani yeah. jamangu ameongea vizuri, kati yetu na, na muunga mkono watu watuishi kwa sababu maani uh, imani yeah, imeelekeza kila kitu cha wee kufikia, ma, kufikia malengo mafanikio, na jinsi gani uishi, ukiingia mwenye Qur'an, ukiingia mwenye Bible, kila kitu iko pale imejificha. Ukiwa muvivu ya kusoma, ukiwa muvivu ya kufuatilia kufanya ibada, maana yake sasa unajinyima wewe mm. Uh, maarifa ya kukufanya uweze kusonga mbele na kutoboa. Maana yake wakati unaendelea kujinyima eh, unajua, nimezungumza hapa nimegusia subira. Kuna mtu anaweza kawa anakaa mm. ana matatizo, anamwomba Mungu, anamwomba Mungu. Sasa ile dua inapokelewa mm. na wale malaika wanaipeleka mm. au sio mm. Anaona kama anachelewa, anaondoka, anaenda zake kwa waganga mm. walimo bwana, wakirudisha kitu alichokiomba mkuti <laughs> ashaondoka ashasepa, pia kwenye subira ina, ina, ina hapo mwalimu eh, nitakupa stori ya mtu mmoja anaitwa Yusuf kwa sisi Waislamu eh, Yusufu unajua uh, ndio moja kati ya watu ambao walikuwa na subira sana hmm, kama unapata hiyo elimu eh, kwa sababu gani Yusuf wa wa Ayubu nononono, achana no, na Ayubu. Ayubu yeye hmm, aliangamizwa kwenye, kwenye elimu yetu ya upande wa pili hmm, kwa maana alikuwa amebarikiwa mali nyingi hmm, na kila kitu lakini hmm, baadaye Mungu akazichukua na akamtumia shetani kwenda kumtomenti, bwana, ni nimguse mtu wako, si unamwamini, umembariki. Mungu akamruhusu. Lakini pia huyu bwana Yusuf ambaye kwa huku wa Kiswahili anamwita bwana Josefu, yeye alipata kitu tofauti. Yeye ye ndugu zake wali Yosefu, lakini sio kusaga ha, si kusaga na sio sio, wala kabila, <laughs> ana kabila. <laughs> umefahamu vizuri, kwao walipomtupe yule bwana hmm. destiny yake yule bwana alikuja kuwa baadaye waziri mkuu wa Misri, lakini kupitia matatizo kwenda jela kusingiziwa na mke wa, wa mfalme bwana, yeah. umetembea naye na nini, yeah. lakini subra ndo iliomtengeneza yeye kuja kuwa waziri. Ndo walimtupa, ndo walimuuza ndugu zake, lakini pia matamshi, wengi hawajui nguvu ya matamshi, yeah. Unajua, unapozungumzia wewe sasa hivi ni baba au huyu Petit ni baba, unapomwambia mwanao we mtoto una akili kabisa, yale matamshi inabidi ifike pahala uje wewe uyabadilishe Usipoyabadilisha haitobadilika hii dunia ambayo tunasema leo ibadilike. Nini kifanyike? Watu waepuke matamshi wawe na stara ya maneno. Unazungumza nini? Unazungumza na nani? kwa wakati, kwa wakati gani, gani faida kwa yake itakuwa nini, nini? hicho yeah, kitakuwa kikubwa sana, na sifa, ya, na, na, na sifa ya mwanaume ni pale anafungua mdomo Yani, pale ndo inaweza anaonekana mwanaume kiasi gani? Si mwanaume, binadamu yoyote, mwanamke at least. Kwa nini nakwambia hivyo? Mwanamke na mwanaume, yeah. yeah. yeah. mwanaume. Kinachotutofautisha sisi yeah. ni jinsia tu na kuna maandiko yanakwenda mbali zaidi kusema kwamba wanawake wana hikima na maarifa kutuzidi sisi. Mifano mizuri tunaiona, wewe unaweza ukawa na mahusiano mawili, una mwanamke huyu na huyu, usichukue mwaka, lakini mwanamke anaweza akawa na mahusiano sita ndani ya miaka kumi, na amna mmoja atafanya nini? atagundua kwa hiyo kwenye kutamka labda labda itokee neema. Yaani mimi mwanangu niko makini sana, kwa sababu na na sina kuwa na mangisha nikiondoka na kuwa na mangisha ndio? Ndio. Nimeacha juu ya meza. Si ndio? Ndio. Nashindwaje kuchungama kujua kama huyo mwalimu mlango sio dirisha. Niambiaje kwenye hilo? Kuna watu wanajua kuchunguza. Eh, sio kama mwalimu bwana. Asante sana huyo, hapa ni mshititi wa lugha au shina adhimu ya Kiswahili. Leo naomba nikuache na hii jumbe moja nzuri sana, ambayo ukibaki nayo itapendeza zaidi na ziada yake. Kile kitu ambacho wewe umekiona kwa mchepuko, kuna washikaji pia wamekiona kwa mke wako <todulio>